Bandari ya Mtwara mkoani Mtwara imepokea meli ya kwanza kati ya nne ambazo zinatarajiwa kuleta viuatilifu kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa zao la korosho nchini kwa msimu wa mwaka 2025/2026. Meneja wa bandari Ferdinand Nyati amesema meli hiyo imewasili ikiwa imebeba viuatilifu maarufu kama salfa tani 9,202. Meli hii ni moja kati ni meli ya kwanza katika meli nne ambazo tunatarajia kuzipokea eh, kwenye mwezi huu wa tatu hadi kufikia mwezi wa nne tutakuwa tumeshazipokea hizi meli zote nne zinazoleta viuatilifu hivyo vya salfa. Huu ni mwendelezo wa huduma ambazo mmekuwa eh, kama ofisi ya mkuu wa mkoa kizisukuma kuhakikisha kwamba bandari ya Mtwara inaendelea kutumika eh, kwenye kupitisha aina yoyote ya mizigo, na hiki pia ni kiashiria cha jinsi ambavyo serikali inaenda kumgusa mkulima wa chini katika kuikisha kwamba mazao yake yanastawi vizuri kwa kutumia viuatilifu hivi. Sisi kama bandari tumejiandaa kuanzia usalama sasa tunajua tunakwenda kuhudumia mzigo sensitive. Kwa hiyo usalama uko vizuri, maandalizi yote tumesha yafanya vizuri. Lakini pia wafanyakazi wote wanafahamu ni aina gani ya, mdu, ya mzigo wanakwenda kuhudumia na maandalizi gani ambayo wanatakiwa kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa, kwa, kwa ule ubora ambao umekusudiwa. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu nipende kuishukuru kwanza Bodi ya Korosho kwa kuhimiza ama kuwa mojawapo wadau wakubwa, lakini pia mhimizaji mkubwa wa matumizi ya bandari ya Mtwara, lakini pia nishukuru serikali ya mkoa kwa kuendelea kutushika mkono, lakini tunaendelea kushirikiana ili kuhakikisha kwamba bandari ya Mtwara inaendelea kuwa bandari ya chaguo kwa ajili ya mizigo ya ndani, lakini pia mizigo ya nje kwa upande wake Mkurugenzi wa Bodi ya Korosho Nchini cbt Francis Alfred amesema tani elfu 40 za viuatilifu vya korosho zinatarajiwa kuletwa kwa ajili ya kukuza zao la korosho msimu wa 2025/2026. lakini tayari hapa nchini tuna tani elfu 13 na hii ni meli tu ya kwanza ambayo tunategemea tupate hapa tani elfu 40 kupitia bandari ya Mtwara lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi wazabuni wa pembejeo tumewaelekeza walete bandari ya Mtwara, ikiwa ni mojawapo ya maelekezo ya serikali kutumia bandari ya Mtwara. Kwa hiyo tuliwapa maelekezo mahususi kwamba mwaka huu pembejeo zinazokuja zipitie bandari ya Mtwara. Kwa hiyo hii ni moja ya ya maelekezo ambayo ametoa kama serikali, na sisi kama watekelezaji tunashukuru kwamba tumeanza kupata mzigo wa kwanza wa tani elfu tisa mia mbili na mbili. Kwa hiyo ukiisha na miaka mingine mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu tumepata pembejeo mapema, tunaimani mwaka huu tutaweza kusambaza pembejeo mapema na hakutakuwa na changamoto yote ucheleweshaji wa, wa pembeje hususan salfa ambayo imekuwa ikihitajika sana katika, katika zao la korosho. Kwa niaba ya anairobi mimi ni Zaituni Mkwama.